Wanajeshi elfu mbili zaidi watatumwa jijini Los Angeles kufuatia siku kadhaa za makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama kuhusu misako ya kuwakamata wahamiaji. Msemaji mkuu wa Ikulu ya Marekani Sean Parnell amethibitisha suala hilo akidai ni agizo la rais kuwa idara ya ulinzi ikusanye walinzi wa kitaifa wa ziada elfu mbili wa California ili kuhudumu usalama wa taifa. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, makamu wa rais wa Marekani JD Vance naye alisisitiza kutumwa kwa wanajeshi kukabiliana na maandamano ya kupinga uvamizi wa wahamiaji huko Los Angeles. Hatua hiyo ya Trump imetajwa kuwa ni ya kutimiza ndoto ya rais dikteta, huku mwanasheria mkuu wa California akimshtaki Rais Trump kwa kutuma majeshi jimboni humo bila ya ridhaa ya gavana. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Agnes Peter. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.